Shughuli hazipungui katika karakana ya Eston Chaula, na hapa unafanyika uundwaji wa gari mahususi kwa ajili ya shughuli za shambani ambalo tayari limefikia asilimia 90 kabla ya kukamilishwa kwa kuchongewa kabini iwe tayari kwa kazi. Kama hivi waziri anahimiza tulime, najua watu wengi hawana pesa kwa ajili ya kwenda kununulia vifaa kama famkati adono, eh? Haya, lakini mimi naamini mimi kama sina pesa kwenda kunulia, nitatengeneza gari ambayo itaenda kuwakomboa Watanzania wengi kweli kweli ambao walishindwa kwenda kununua hii gari bwana. Matumizi ya mafuta madogo, namna ya kuitengeneza ni rahisi, vifaa vyake vinapatikana hapa hapa Tanzania, haihitaji kwenda nje kuvinunua. Upekee wa gari hili ni katika matumizi ya nishati ambapo limefungiwa mfumo wa gesi na dizeli, na mtumiaji hatalazimika kufuata mbali gesi ya asili ya CNG inayotumika kwenye magari kwa kuwa lina uwezo wa kutumia gesi ya LPG inayotumika kupikia majumbani. Watu wengi hawajui kwamba LPG ikichanganywa na na dizeli, eh, matumizi yanapungua sana sana sana, yanapungua karibu nusu nzima. Kwa maana ya kwamba eh, lita ishirini za mafuta nikiweka katika gari yako, ukiweka lita ishirini ukitumia na gesi ule mtungi mdogo, eh, ina maana yale mafuta utatumia nusu kwa maana kama ni lita ishirini ulikuwa unatumia safari ya lita ishirini wewe utatumia lita kumi tu, kiasi kingine utakuwa umesovu. Eston anasema uzoefu wa mazingira ya shamba na uhitaji wa wakulima katika matumizi ya magari ya usafirishaji wa bidhaa na zaidi mazao wakati wa mavuno umemfanya kufikiria kuunda gari madhubuti. Hii gari nimezingatia hasa pawa. Kitu cha kwanza nilichokizingatia hii gari cha kwanza ni difu difu, nimefunga difu kubwa kweli kweli nimekuja nimezingatia gearbox, gearbox nimefunga mbili hizo gearbox. Gearbox ya kwanza ina gia tano na gearbox ya pili ina gia tano, unaelewa vizuri. Ameongeza kwa kusema azima yake ni kuunda magari mengi na kuyauza au kuwakodishia wakulima wenzake katika shughuli za shamba. Hii farm truck hata watu wakiwa nayo watatu wanne watano, bado watawasaidia wakulima, kwa sababu hii huwezi ukaenda kubeba mazao kwa mtu kwa gharama kubwa, no, utabeba kwa gharama ndogo sehemu ambapo kwa mfano kenta inaenda Eh, kwa elfu ishirini huyu mkulima pengine kwa mfano mwaka huu unakuta hajafanya vizuri katika kilimo chake. Eh, katika kukodi gari anaanza kupata shida tena atoboke. Baadhi ya wakulima kutoka Wanging'ombe tayari wananufaika na kazi za Eston Chaula. Ni mtu ambaye anabuni yeye kama yeye kwa hiyo akisha akishabuni yeye mwenyewe ana testi, akisha testi anagundua kwamba hiki kitu kina kina uwezo wa kufanya kazi vizuri. Anatusaidia kusoma mahindi, hata ukiwa una hela anatukopea, tunamlipa kidogo kidogo. Magari yake mengine hayajafunikwa juu, kwa hiyo yangekuwa yamefunikwa juu, angepata ya msaada, yafunikwa juu, angekuwa ya na ubora zaidi. Eston Chaula amekuwa akiendeleza ubunifu na kutengeneza zana na vitendea kazi ambavyo vimejikita katika kupunguza gharama za maisha sambamba na kutunza mazingira. Emmanuel Kalemba, Habari Wikendi, Njombe.